Karibu sana ndugu zangu pioneers wote duniani kwenye channel yenu pendwa ya Official Khudhey Pi Updates. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii, acha maoni yako hapo chini na pia usisahau kuwasha alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupokea taarifa muhimu kuhusu maendeleo ya mradi mkubwa wa Pi Network. Leo nina taarifa kubwa sana kwenu, moja kwa moja kutoka jukwaa la Token 2049 ambapo mwanzilishi wa Pi Dr Chengiao Fan ametangaza rasmi uzinduzi wa vipengele vipya kabisa kwenye Pi blockchain. Sikiliza kwa makini ndugu yangu pyonia, maana hii ndiyo hatua inayowasha mwanga mpya wa mustakabali wa Pi. Kwanza tuanze na Pi DEX na AMM. DEX maana yake ni decentralized exchange, yaani kubadilishana tokeni kwa njia ya madaraka, na AMM maana yake ni automated market maker yani mfumo unaosimamia mabwawa ya liquidity kiotomatiki. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Pi vipengele hivi vimezinduliwa rasmi kwenye Pi Testnet. Hii inamaanisha sasa watengenezaji pamoja na pioneers wanaweza kujaribu moja kwa moja ubadilishanaji wa tokeni, kuongeza liquidity, kuondoa liquidity na kujifunza jinsi mfumo wa fedha zisizo na udhibiti wa kati, yani DeFi, unavyofanya kazi. Kwa sasa mainnet imezuilia huduma hizi lakini kwenye Pi Wallet tayari utaona chaguo za DEX na AMM zikioneshwa ambazo zitakupeleka moja kwa moja kwenye testnet. Nakumbuka shughuli zote zitafanyika kwa kutumia test pi na tokeni za majaribio tu ambazo hazina thamani kwenye mainnet wala matumizi mengine. Hatua hii imekusudiwa kuwapa pioneers nafasi ya kujifunza, kujaribu na kuelewa DeFi kwa vitendo kabla ya kushirikiana na Pi halisi kwenye mainnet. Lakini sio si hayo tu, kuna jambo kubwa zaidi: uundaji wa tokeni sasa. Watengenezaji wanaweza kuunda tokeni za majaribio moja kwa moja kwenye Pi Testnet blockchain. Kwa sasa hii imezuiliwa kwenye mainnet, lakini hati maalum za maelezo ya jinsi ya kuunda tokeni zinakuja hivi karibuni. Tokeni za majaribio zitaundwa bure kwa kutumia Test Pi, lakini pale ambapo uundaji wa tokeni utaruhusiwa kwenye mainnet utakuwa chini ya masharti maalum. Hii ni kuhakikisha tokeni zinazoundwa zinahusiana moja kwa moja na matumizi ya kweli, huduma, bidhaa au mifumo yenye thamani, badala ya uvumi na miradi hewa kama meme coins. Ndugu zangu, hili ndilo linaloifanya Pi Network kuwa tofauti. Pi inalenga tokeni zinazojengwa juu ya matumizi halisi, sio hype. hii itahakikisha tokeni zinakuwepo kuendesha mifumo na huduma za kweli, na si kwa ajili ya uvumi wa soko. Zaidi ya hayo Pi Network inawawezesha sio tu watengenezaji wa programi bali hata pioneers wa kawaida wasio wa kiufundi kupitia Pi App Studio. Hapa mtu yoyote anaweza kuunda programu yake kuunganisha tokeni yake na kutumia vipengele vyake vya DEX na AMM moja kwa moja mfano, unaweza kuwa na programu ya jamii inayotumia tokeni yake au DEX iliyojengwa na kikundi cha pioneers. Nakumbuka Pi tayari imetoa miundombinu yote muhimu. Pi KYC inahakikisha kila Pioneer ni mtu halisi na hivyo kusambaza tokeni kwa usahihi. Zaidi ya milioni mia mbili ya Pioneers waliothibitishwa duniani kote wanatoa hadhira tayari kwa ajili ya majaribio na mrejesho. Pia bidhaa kama Pi Wallet, Pi Domains, Pi Ad Network na Ecosystem Directory Staking tayari zipo kusaidia utekelezaji wa tokeni, usimamizi wake na kujenga biashara endelevu ndani ya mfumo wa Pi. Ndugu zangu Pioneers. Kufungua DEX, AMM na tokeni kwenye testnet, ni mwanzo wa safari kubwa ya web Web3, ndani ya Pi Network. Hatua hii inaleta matumizi ya kweli, uwazi, ugatuzi na zaidi ya yote, inaleta elimu kwa jamii nzima kabla ya kuingia kwenye mainnet DeFi. Na sasa, kwa taarifa nyingine muhimu, mnada wa Pi Domains umekamilika rasmi kufikia tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2025. Kwa maelezo zaidi kuhusu mnada huu unaweza kusoma taarifa kupitia vyanzo rasmi vya Pi Network. Kwa jumla, huu ni mwanzo mpya wa mustakabali wa Pi Network. Ni wakati wa pioneers wote kushirikiana, kujifunza na kuandaa miradi itakayoleta thamani ya kweli kwa mfumo huu wa kipekee duniani. Sasa ningependa kusikia kutoka kwako wewe, kama pioneer. Unafikiria nini kuhusu kuzinduliwa kwa Pi DEX, AMM na uundaji wa tokeni kwenye testnet? Je, unaona hii kama hatua kubwa kuelekea mainnet au una changamoto unazotarajia mbele? Acha maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video hii, kushare na wenzako na pia kubonyeza kitufe cha subscribe pamoja na kengele ya notification ili usipitwe na taarifa kubwa zaidi za Pi Network. Asanteni sana kwa kuwa nami.